Ni kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine ambapo inashuhudiwa Ken Gold wakiendelea na maandalizi ya kurejea kwa ligi baada ya kusimama kwa muda. Katika mahojiano na vyombo vya habari, Morrison anaweka bayana msimamo wake wa kutoingia uwanjani japokuwa amekiri kuendelea na mazoezi mepesi nje ya uwanja. Uh, kwa sasa uh, nimeanza, nimeanza mazoezi lakini uh, siko tayari kabisa ku, ku, kucheza kwa sababu nimeumia ni muda mrefu nimekaa uh, nje uh, zaidi ya mwaka so now nimeanza kukimbia kidogo uh, kupata nguvu kwenye, kwenye apaja goti uh, kabla asijaanza kucheza so in a few, few weeks uh, inshallah nitakuwa tayari. Tangu kusimama kwa ligi, wachimba dhahabu hao kutoka mitaa ya Chunya walikuwa nje ya mji wa kijifua ili kurejesha matumaini ya kuendelea na mikikimikiki mikiki ya ligi kuu. Kocha msaidizi Omary Kapilima na kocha wa viungo Uhuru Selemani wanaeleza kufanya kazi mapungufu yote walioyabaini Niseme wachezaji wamerudi salama. Tumeanza mazoezi takriban na, na wiki sasa, tumepata kirafiki, tuna, tuna mazoezi, mba, mchezo mmoja wa kirafiki lakini tuna mwendelezo mzuri kwenye mazoezi kuona kwamba mchezo wa tarehe tatu sijaanza tuwezi kupata matokeo. Sisi binafsi tulipumzisha akili tu lakini mwili ulikuwa unaendelea kufanya kazi, na hii wiki tumerudisha akili sehemu ya mchezo. Kwa hiyo matarajio ni makubwa, unategemea kupata matokeo katika michezo mingi ambayo inafuata. Katika mchezo wake wa kwanza baada ya kurejea kwa ligi, KenGold, wakiwa nyumbani, watawakaribisha wanalambalamba Azam FC Aprili 3 mwaka huu kwenye dimba la kumbukumbu ya Sokoine ine Kakuru Msimu, Azam Sports, Mbeya.